Mimi kwa majina naitwa Omar Juma Kipanga. E, kwa hivi sasa ni mbunge wa jimbo la Mafia lakini pia ni naibu waziri Wizara ya Elimu, Science na Teknolojia. Uh, professionally ni, ni professional quantity surveyor eh, ambaye nimesoma eh, U class lakini nilirudi tena hivi e, sasa ikiwa e, Ardhi University e, kwa ajili ya kufanya masters na nimefanya masters ya e, project management nimeanza pale mwaka elfu mbili na ishirini e, na mbili nilihitim na nilihitimu mwaka elfu mbili na ishirini na nne Desemba tano. Elimu niliyopata kutoka chuo kikuu Ardhi ndio ilio inaoniwezesha kwanza kuendelea kufanya majukumu yangu ya kila siku kama mkurugenzi wa kitengo cha milki, kwa sababu Chuo Kikuu Ardhi nilijifunza masuala ya usimamizi wa milki, masuala ya land administration na pia valuation. kwa hiyo ukiacha pia jukumu langu kama mkurugenzi wa kitengo cha milki, mimi pia ni mjumbe wa bodi ya wathamini ambayo ni Valuers Registration Board ambayo sasa ile elimu yangu niliyoipata kwenye upande wa valuation au wa uthamini ndio iliyoniwezesha kuwa kuwa mjumbe wa bodi ya valuation. Lakini uh, elimu ambayo inatolewa chuo kikuu ardhi ni elimu sio tu kwa nadharia bali pia kwa vitendo. Kwa majina anaitwa Ndugu Edison Baradiana, ni mhitimu wa chuo kikuu ardhi wa mwaka elfu mbili na tisa. Kwa sasa anafanya kazi chuo kikuu cha Dodoma kama mhadhiri msaidizi, nikifundisha masomo ya project planning and management. Chuo Kikuu Ardhi nilisoma kozi ya urban and regional planning zama tunaita URP. Ah, kwa mimi elimu niliyopata chuo Kikuu Ardhi inanisaidia kwanza kwenye shughuli zangu za kitaaluma kama nilivyosema, nafundisha Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo mara tu nilipomaliza chuo Kikuu Ardhi niliajiriwa moja kwa moja Chuo Kikuu cha Dodoma kama mwalimu kufundisha masomo ya project management moja ya vitu ambavyo vilinisaidia sana kutokana na kusoma e, chuo kikuu kwa ardhi, kwanza ni namna ya ufundishaji kwa sababu baada ya kuingia chuo kikuu cha Dodoma niliweza kudesign kozi mbalimbali mbali, na kuboresha baadhi ya vitu ambavyo kwa sababu chuo kikuu ardhi tulikuwa tunasoma pia masuala ya, project management, na niliajiriwa specific ya project management, kwa masuala ya ilinisaidia mimi kuweza kuboresha baadhi ya vitu vya kufundisha na kuandaa baadhi ya kozi ambazo kwa namna moja au nyingine zilikuwa zinabeba ujuzi na uzoefu ambao nilipata kupitia Chuo Kikuu Ardhi. Elimu inayotolewa Chuo Kikuu Ardhi ni uh, uh, ya msaada sana kwa wahitimu kujiajiri wenyewe, kwa sababu tunasema ni project-oriented education na elimu ya vitendo. Kwa hiyo inasaidia sana wahitimu pale tu wanapomaliza Chuo Kikuu Ardhi kujiajiri wenyewe katika vitu uh, uh, uh, mbalimbali, lakini pia kuajiriwa katika wizara uh, makampuni na mataasisi ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Elimu ya juklas na sasa hivi hii ya, ya masters inanisaidia sana. Nakumbuka wakati tunasoma tuna pale uh, ile, ile undergraduate au bachelor E, ilikuwa katika kila, kila topic mkimaliza tu topic fulani ni lazima mnakwenda, mnakwenda kwenye, kwenye kiwanda e, au mnakwenda fieldi ambayo ina, ina, ina, ina, ina, inayolingana na kitu gani? Eh, kwenye, kwenye, kwenye building economics mnae ale tulikuwa tunasoma tuna vitu vingi vya masuala ya ujenzi e, kwa maana zile building materials. Kwa hiyo, mkisoma kwa hiyo mkisoma, mkisoma labda tuchukue mfano mmesoma masuala ya kokoto Mkimaliza hiyo topic ya kokoto, mtakwenda sehemu ambayo kokoto zinakuwa processed. Tunakwenda kwenye kwari mbalimbali ambazo wanabangua au wanabanga wana wana hizo kokoto e, mnakwenda ku, ku, kuona kokoto zenyewe, lakini mnakwenda kujifunza zile mpaka zile saizi za kokoto, na mnaelezwa au mnafundishwa hata application ya kila saizi yenye kokoto itakwenda kwenye grade gani la zege. Kwa hiyo vile eh, vilitufanya tuwe muda wote hands on. Mkisoma mbao eh, wakati tumesoma mbao tulikwenda kule Tanga kule. Eh, tukenda kuona mashamba ya, ya, ya miti eh, processing ya mbao inavyo inavyofanyika. Tuliposoma tuliposoma gypsum tulikwenda tena Tanga eh, pale Amboni ambako kuna kiwanda kikubwa cha cha ambacho kina kinachotengeneza chokaa. Tuliposoma masuala ya cement tulikwenda Wazo Hill, lakini tulikwenda Mbeya cement kwenda kuangalia namna gani cement inakuwa processed. Tulivyosoma masuala ya nondo tulikwenda kwenye viwanda hivi kina Kamaka wakati ule kina Kamal Steel, unaona, kina Sita Steel, tulikwenda kule kwenda kuangalia hizo nondo na namna gani zinakuwa processed. Tulivyosoma masuala ya roofing sheet mabati, tulikwenda Alaf kwenda kuangalia mabati namna gani yanakuwa processed, gege za mabati zikoje, unaona, aina za mabati zikoje, migongo mipana, migongo migongo membamba na na la, la, la, la plain sheet hivyo tulivyosoma glass tulikwenda eh, kwenye viwanda vya glass. Kwa hiyo kimsingi elimu ile tuliyoipata, e, wakati tuko chuoni, kwa sababu tulikuwa moja kwa moja inaku, inakuwa attached na viwanda vilivyokuwa associated na hizo material vilitusaidia sana, kwa sababu wakati tunamaliza tuna, tuna, tuna, tuna, tuna chuo na unaingia kazini unajua unapofanya specification, kwa sababu sisi makodi tusavea ndio ambao tunatengeneza tunatengeneza BOQ. Kwa hiyo wakati unapofanya specification unajua kwa uhakika kwamba nachokwenda kuspecify kwa ajili ya mchoro huu ni kitu gani, au kumshauri architect kwamba hapa tuweke kitu gani. kwa, kwa hiyo ilitusaidia sana hata kwenye practice. Eh, tuwashukuru sana walimu wetu wale kwa kazi kubwa ambayo waliifanya kupitia mitaala yetu ile. Elimu ya Chuo Kikuu Ardhi inakidhi mahitaji, mahitaji ya soko la ajira kwa sababu elimu yake kama nilivyosema hapo awali ni ya vitendo zaidi. Kuna nadharia, kuna vitendo, na kitu ambacho najivunia zaidi kutoka kwenye, kwenye Chuo Kikuu Ardhi ni ile uh, tunaita project na dissertation ambazo mwanafunzi anafanya, anafanya kazi yake, anafanya research, lakini baada ya hapo anakuwa anafanya wasilisho kwenye panel za walimu kwao. Ile inamjengea mwanafunzi confidence na uwezo wa kujieleza hata anapokuwa katika hadhara kubwa za watu. Sio kila chuo ambacho kina mod kama ya chuo kikuu Ardhi, kwa sababu ile zamani, unajua ukiwa mwanafunzi unaona kwamba presentation ni kama adhabu fulani hivi, kwa hiyo walimu wakiwaita kwenye presentation una unapata homa kidogo unatafuta na panado na meza, lakini ndio kitu ambacho kimetufanya tuwe bora zaidi kwa sababu tofauti. Mimi nakumbuka wakati tunasoma, tuliwahi kwenda kwenye interview. Kwenye interview tukawa na wanafunzi wengine wa vyuo mbalimbali, lakini wale ambao walikuwa kwenye panel walituuliza, huwa mnafundishwaje? Mnafanyaje? Kwa sababu kwenye ile panel tulionekana wanafunzi wa Chuo Kikuu Ardhi tunaweza kujieleza vizuri zaidi kuliko wanafunzi wa vyuo vingine. Kwa hiyo mimi na waasa wanafunzi wafanye kazi kwa bidii, wanapoambiwa wafanye presentation, wanapopewa zile fieldwork assignments wafanye, kwa sababu ile ndio inaowaongezea uwezo mkubwa wa kufanya kazi na kukubalika wanapokuja kwenye soko la ajira kwa wale wanafunzi wanaohitimu shule za sekondari, na kwa wazazi pia, ambao wana watoto wao ambao wanahitimu shule za sekondari ambao wana, wana matarajio ya kujiunga na vyuo vikuu, tuna washauri wa kichabue chuo kikuu Ardhi. Kwa sababu gani? Chuo kikuu Ardhi tunasema tuna um, integrated knowledge and ecosystem of education kwa namna gani? Uh, uh, originally chuo kikuu Ardhi ina, ina, uh, degree program au programs za, uh, za kutumia uh, za utengenezaji za ubunifu kwenye ardhi, kwa tunavyosema ardhi ardhi, uh, uh, yenyewe inatakiwa ipangwe. Kwa hiyo chuo kikuu ardhi ina program tunaziita urban uh, planning mipango miji. Kwa hizo ni program unique sana, uh, zinazotolewa na chuo kikuu ardhi lakini pia tunavyozungumzia ardhi ardhi lazima ipimwe, na chuo kikuu ardhi ina program za upimaji tunaita geomatics na ardhi tukizungumzia pia inatakiwa ithaminiwe. Kwa hiyo tuna uh, chuo kikuu ardhi kuna program tunazita land management, zinasaidia zina upimaji wa ardhi zote. Ni program unique ambazo zinatolewa na chuo kikuu pekee. Lakini pia tunavyozungumzia ardhi inatakiwa iuzwe, ukishaipima ukishaithamini, ko katika kuuza tuna uh, program ambazo, degree program ambazo tunazita accounting and finance zinazotolewa na chuo kikuu ardhi, lakini ardhi inatakiwa iendelezwe. So katika kuendeleza tuna programu kwa kafano za architecture, uh, civil engineering; hizo zote zinatumika katika kuendeleza na kubadili matumizi ya ardhi. Lakini pia uh, kwa sababu tunatengeneza majengo tunayabuni hayo majengo, yanahitaji kuwa managed. Kwa chuo kikuu ardhi kuna program Uh, unique kabisa tunaita property and facility management ambayo unaweza ukaipata Chuo Kikuu Ardhi, lakini yote haya yanafanyika juu ya, ya mazingira ardhi. Unazungumzia mazingira kwao, ni chuo kikuu pekee ambayo kina muunganiko huo kwamba kuna program za environmental uh, science engineering. Kwa hiyo hizi, uh, ni program ambazo tunasema uh, integrated kwamba zinahusiana zina kwa namna moja ama nyingine, lakini zaidi ya haya yote tunasema kwamba tumezungumzia kuuza ardhi, kupima ardhi, tunahitaji uchumi. Chuo kikuu Ardhi kina programu za uh, economics zinafundisha uh, professionals kwenye mambo ya uchumi. Lakini zaidi ya yote, sasa hivi tunazungumza kama nchi na kama dunia, mambo ya digitalization. Ko, chuo kikuu Ardhi ina programu za kipekee kabisa za ICT na sasa hivi tunaanzisha programu za data science and artificial intelligence. Kwa upande wa wazazi pia wakiangalia kichuo kwa jicho la upekee, kwa sababu e, waangalie ni taaluma ambayo inayopatikana pale na, na wapeleke watoto wao, kwa sababu itawasaidia pia kutengeneza wataalamu na kulisaidia taifa, lakini pia kama wazazi pia nao watanufaika na matunda ya uwekezaji kwa watoto wao. Kwa tunawashauri pia wazazi wajitahidi kuhakikisha kwamba wa kwanza wanawaelekeza watoto wao katika mlengo ambao unaweza kuwafanya waweze kuingia katika chuo kikuu Ardhi. Uh, wito, wito kwa wazazi kwanza, sisi kama wazazi hatuna urithi wa kuwapa vijana wetu zaidi ya elimu. Kwa hiyo kubwa sana kwa wazazi sisi, tume, tume, tume, tumeweza, tumeweza kushika mamlaka ma, ma, majukumu mengine, haya ni kwa sababu tu kwamba tulikwenda shule, lakini vinginevyo mimi kama mtoto wa mvuvi kule hakuna mtu angenijua bila bila, bila, bila kwenda shule. Kwa hiyo la kwanza, wajibu wa, wa, wa, wa wazazi na, na, na, ni haki haswa ya kikatiba ya kila mtoto wa Kitanzania kuhakikisha kwamba eh, hata, hata kwenye, kwenye dhima yetu sisi kama wizara ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fursa eh, ya kutumia uwezo wake eh, wa akili yake mpaka mwisho wa upeo wa upeo wake. Kwa hiyo ushauri kwa wazazi, kwanza kuhakikisha kwamba tunawasomesha vijana wetu eh, katika elimu hii au katika elimu hizi ili kuhakikisha kwamba wanaweza kuja kupambana na mazingira yao hapo baadaye, lakini vilevile waweze kuwa ni Watanzania wema ambao watachangia pato la taifa, la taifa, la taifa letu kwa hiyo kwa wazazi kubwa kwanza ni hiyo kusomesha, dis unasomesha, unasomesha wapi, lakini ni wajibu wetu wa msingi kuhakikisha kwamba tunaelimisha vijana wetu ili waje kuwa watanzania wema, lakini sambamba na hiyo wawashauri vilevile watoto wao. Miongoni mwa vyuo ambavyo mimi naweza kusema bora katika nchi yetu, basi pamoja na vyuo vingine, lakini uwepo wa chuo chetu cha wa, ardhi wakipe option ya kwanza kuhakikisha kwamba vijana wao iwapo kama wanafiti kwenye zile prequalification za kuingia chuo basi wawape wa, wa, wa, hiyo option ya kwanza ya kuchagua chuo kikuu cha ARU. Kwa upande wa tafiti tunafahamu kwamba vyuo e, vikuu e, jukumu lao kubwa la kwanza ni hilo la, la, la, la kutoa elimu e, lakini jukumu lao la pili ni la kufanya tafiti mbalimbali na jukumu lao lingine ni kuchukua nafasi ya, kama ya consultant kwa maana ya kushauri e, mamlaka nyingine mbalimbali kwa wao kama e, think tank yetu kwa kiasi kikubwa. Kwa kwenye eneo la utafiti e, kwa upande wa chuo cha Ardhi ambao nimeona tafiti zao nyingi sana e, hata mwezi wa tatu wa nne wakati tu, tumekuja kwenye kamati na chuo cha Ardhi kilikuwa kimojawapo ambacho kiliitwa kili kwenye kamati, na vile vile kamati ilipata fursa ya kutembelea chuo kikuu cha Ardhi e, tumeona kwamba tafiti zao nyingi sana zimeleta manufaa makubwa sana. Watu wanaweza wasijue e, e, chanzo cha, cha, cha, cha, cha mradi ule wa, wa barabara zile za mwendo kasi eh, pale jijini Dar es Salaam, kwamba utafiti ule alifanya nani, lakini leo tunaomba tuwape taarifa, utafiti ule wa, wa mradi ule wa BRC umefanyika na chuo, na Chuo Kikuu cha Ardhi pale pale Dar es Salaam. Kwa hiyo wana, wana, wana tafiti nyingi sana ambazo kimsingi zi, zime, zimeweza kufanyika, hata ukiangalia wakati tunafanya improvement ya, ya, ya, ya, ya mji ule wa Manzese au mitaa ile ya Manzese na wenzetu wa UN Habitat. E, chuo kikuu walihusika wali, kwa kiasi kikubwa sana kwa kuhakikisha kwamba tunafanya hizo improvement. Kwa hiyo tafiti zao ni nyingi na zimeleta manufaa makubwa sana kwenye, kwenye, kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ni washauri na ni washawishi tu e, waendelee kufanya tafiti kwa sababu pamoja na mambo mengine ni core function yao, ni kazi yao ya, ni jukumu lao ambao wamepewa na na, na, na, na chaka yao kwamba kakisha. Vyuo vikuu vyote vina, vinafanya tafiti, lakini tufanye tafiti ambazo zenye manufaa kama hizi nilizozitaja ni, kama mfano, lakini vilevile tuendelee kufanya tafiti ambazo zitaisaidia nchi katika kutatua changamoto mbalimbali tunazoweza kukabiliana nazo. Okay, ukimaliza chuo kikuu Ardhi, wewe ni sehemu ya familia ya chuo kikuu Ardhi na una wajibu na una fursa kadhaa ambazo unazipata ukiwa sehemu ya roma. Tukianza na fursa, hasa vyuo vinaendesha mafunzo ya muda mfupi na mrefu, vinapata nafasi za mafunzo ya muda mfupi na mrefu kutoka kwenye vyuo vingine, taasisi zingine za elimu au taasisi zenye kuongeza ujuzi. Kwa hiyo ukijiunga na alumni, unayo nafasi ya kukutana na hizi taarifa na zikakusaidia kujiendeleza, kusaidia kupata fursa ya kimasomo, ya kiujuzi. Hiyo ni faida ya kwanza kubwa, na ni wajibu wa chuo kuendeleza wale waliopita, kwa sababu elimu inabadilika taarifa zinabadilika, na taarifa nyingi zinafika chuoni. Kwa hiyo kuna fursa kubwa, lakini fursa ya pili ni ya kijamii, kukaa katika professional group ya watu ambao mmekuwa pamoja kwa wakati fulani, mnaongea lugha moja na vitu ambavyo mnashea alumni. Ulipokuwepo chuoni ni sehemu muhimu katika maisha yako, miaka ya kusoma hapa, miaka ya kufanya kazi au miaka ya kushirikiana kama kama kama kama sehemu ya, ya, ya, ya mahali ambako mtapenda na kutoa. Sasa ukipata hii kujiunga na alumni unapata nafasi ya ku, ya ku ya kukutana na wenzako, kujadiliana, kufahamu kinachoendelea sokoni au kwenye shughuli kwenye profession na kwenye jamii. Kwa hiyo hizo ndo faida kubwa, ingawa kuna faida nyingi ndogondogo nyingi tu ambazo zinatokea hapa na pale, lakini hizo ndio faida kubwa ya kujiunga. Tukija kwenye wajibu kidogo, tunachotegemea ni kwamba baadhi ya alumna kama alumna tawiwa kusaidia pale ambapo unaweza inaweza si, kuwa kusaidia chuo, unaweza kusaidia jamii kupitia chuo, naweza kusaidia kuwasaidia vijana ambao wako hapa sasa hivi wafanane na yale uliokuwa pale. Kwa hiyo alumna, ukijiunga unapata fursa ya wewe si, kwa ridhaa yako kusaidia, kwa mali, kwa maarifa, kwa uzoefu, kwa ushauri, kwa watendaji wanafunzi au jamii, kwa sababu chuo kinafanya shughuli mbalimbali za jamii. We unaweza kujiunga na chuo ukafanya zile shughuli. Lakini la pili ni kuboresha mfumo wa elimu na mitaala. Alumna wanapata nafasi ya kushiriki kwenye midahalo ya chuo, kushiriki kwenye tafiti, lakini vilevile kushiriki kwenye kutengeneza karikulamu mpya, yani mitaala mipya au kuboresha mitaala iliyopo, kwa hiyo ukiwa sehemu unapata nafasi yayo kukuambia kwamba bana, mimi nilichokiona sokoni kiko hivi na kwenye kazi kinachotakiwa sahizi ni hiki, na mawazo yako yanaweza kupenyeza kwenye, kwenye mitaala na kupenyeza kwenye kufundisha kupenyeza katika kuboresha elimu Tanzania. Kwa hiyo tuna mikakati mingi, mmoja wako mkubwa ukiwa kuungana, tuko pamoja kwanza katika social media, formal partnership, registration na hiyo. Kwa hiyo tuna database ya kila mtu ambaye anamaliza hapa. Na tungependa wale ambao wamekosekana, kanzi data yake hatujui taarifa zao, tunawa tunawaweka ndani na tuna kisha wanajiuana na tuna kisha tunamjua mtu alimaliza mwaka gani, alimalizaya alimaliza, alimaliza kozi gani na anafanya nini, address yake ya sasa iko wapi? Mkakati mkubwa wa kwanza ni kujenga kanzidata alumni wetu tu, tuweze kuwasiliana nao kila wakati. Ingine ni kufanya nao vi mambo kwa pamoja. Kwa hiyo tumekuwa sasa kutokana na hiyo kanzidata tunachagua kutokana na, na, na, na profesheni yao, tunakutana nao tunaweza kuwa nao kwa kujenga mitaala, tunakutana nao kwenye kufanya miradi ya jamii kama vile kupanda miti kwa pamoja kujenga miradi ya usafi, kuboresha mazingira na miradi ya tofauti tofauti. Kwa hiyo tunawatumia wale alumni wetu kufanya kujenga mikakati ya pamoja na kufanya shughuli za pamoja za jamii, lakini vile tunafanya mipango ya fundraising na investment, yani kuboresha rasilimali na kuwekeza kuweka, na, na, hii siyo pesa lazima. Inawezekana wewe ukawa na wazo, inawezekana ukawa na vifaa ya kuwasaidia wanafunzi au kuwapa zawadi wakati wanafaulu, waliofaulu sana shule au waliofanya vizuri sana katika usomaji wao, au ukashirikiana nao kwa kuwapa taarifa. Kwa hiyo kuna, kuna fundraising na investment ambazo tunazichanga kwa pamoja, na chuo kinakuwa kinawakutanisha na kinatoa moja kwa moja, hata kiwe kifaa, kiwe pesa, iwe wazo, kutoa kwa wale wahusika moja kwa moja au kutoa kwa chuo kiweze kujipangia lakini sitize kwamba mipango hii mingi inapangwa na alumna wenyewe, wanakaa kwenye mikutano yao ambayo tunaita ya convocation ambapo mkutano mkuu unakaa kila mwaka uh, we, siku kadhaa kabla graduation tunakaa na wanawasilisha mipango yao ya mwaka mzima na kile ambacho wamekifanya na kile chuo kinaweza kufasilitate ili kiweze hiyo alumna, eh, eh, organization au wale alumna waweze kufanya mambo yao kwa pamoja kwa uongozi wa chuo na wa kwanza, nawapongeza nawapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanafanya ya kuendelea ku train wanafunzi na kuendelea kuruhusu ile taratibu ya kufanya practical, kwamba kila mwaka watu wanafunzi wanaenda field. Lakini pia kuendelea na ile ile modi ya kusema kwamba wanafunzi lazima wafanye project work, lazima wafanye dissertation. Kwa hiyo nawaomba na, na, na washauri pia waendelee kufocus zaidi kwenye project oriented uh, training mode lakini pia uh, ningewashauri katika kuwa na mahusiano pia ya karibu zaidi na waajiri mbalimbali kama Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ambapo ndo sehemu kubwa sehemu ambayo wanafunzi wetu ndo soko kubwa la wanafunzi kutoka Chuo Kikuu Ardhi kwenye zile kozi nye, kama land management and valuation URP uh, geomatics na kadhalika. Kwa hiyo kukiwa, kukiwa kuna uh, ushirikiano wa karibu basi, ina maana matatizo ambayo yapo huku kwenye soko la ajira yanaweza yakatumika kama source ya information na sosi ya vyanzo vya kufanya zile tafiti. Kwa hiyo kwa namna hiyo, kunakuwa kuna sehemu tafiti zinafanyika, lakini based on yale matatizo halisi yanayotokea huku kwenye field, yani kwenye maeneo ya kazi. Lakini pia uh, taarifa zipo nyingi, yani kuna data nyingi ambazo zinaweza zikachakatwa na ku, ku, kuenda kuleta solutions kwenye jamii yetu. E, kwa alumni wenzangu kwanza ni wapongeze e, kwa kupita kwenye chuo kikuu bora kwenye, kwenye nchi yetu. E, lakini kikubwa kwa wao kwanza ni tunazungumza habari ya ethics. E, tukisema ethics ni maadili e, kuzingatia maadili ya taaluma ya taaluma zetu hatutarajii mhitimu ambaye mhitimu kwenye Chuo Kikuu Ardhi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anaona na fukesho na kesho kutwa tunamkuta kwenye makando kando makandokando mengine kwa sababu sio ethics wala sio maadili tuliyofundishwa kwenye, kwenye, kwenye vio vyetu. Lakini sambamba na hiyo tujitahidi eh, kujisajili kwenye bodi zile zetu zile mbalimbali. Taaluma zinazotolewa pale ni nyingi, mfano bodi yao AQRB inashughulika na usajili wa na na ni, ni planner nani inan, lakini najua kwamba kuna watu ambao wanasoma taaluma nyingine zao. Kwa hiyo ni muhimu kwenda kujisajili ili kutambulika zile taaluma zetu, lakini vilevile kusaidia kusa eh, kuwa updated kwa sababu tunakuwa na zile CPD. Usipofanya zile CPD ile taaluma yako kama inaduma au inakufa kwa kiasi fulani, kwa hiyo tuweze kushiriki eh, katika, katika hizi eh, in service training ili kuhakikisha kwamba tuna updates zile ta, taaluma ta, ta, ta, zetu e, kila inavyoitwa leo ili tuweze kuwa, kuwa, kuwa current. Lakini jingine ambayo ni muhimu tuweze kushirikiana sasa kwa, kwa pamoja ili e, changamoto ambazo ziko kwenye jamii, changamoto za nchi yetu tukikutana kama wana taaluma itakuwa ni rahisi kuzijadili, kuzi, kuzi, kuzi, lakini ni rahisi vilevile kutafutia solution ya ya kudumu. Kwa alumni naye napenda kuwaambia kwamba wasisahau walipotoka. Popote walipo, wakiona opportunity nzuri inayoweza ikasaidia kuendeleza chuo kikuu Ardhi, waje tunawakaribisha. Lakini hata wenyewe kama wana kitu au wakisikia kitu kipo, chuo kikuu Ardhi tunawakaribisha, milango iko wazi kabisa, kuja kushirikiana na sisi.